Karibu mtazamaji, kwa mara nyingine tena katika YouTube channel hii ambayo inafundisha namna bora ya ufugaji. Leo tumetembelea shamba la Mwalavila ambalo lipo eneo la Nala, karibu na mnada mpya, na kwa bahati nzuri tumejifunza mambo mbalimbali. Mwalavila ni msomi, ni msomi ni lakini yeye hakutaka kuangaika na ajira na hatimaye akaamua kujikita katika ujasiriamali kwa kuona fursa ya ufugaji. Kwa majina anaitwa Davy Mwalavila, Davy Mwalavila, na ndo mkurugenzi wa Mwalavila Famu, ndio, na tunapatikana eneo la Mbuyuni, mnada mpya, eneo maarufu linaitwa makanisa mawili, kanisa la Pentekoste na kanisa la Gorigota. Eneo hili ndio eneo ambayo sisi tunaendesha kazi zetu za farming, hizi kitaalamu zinaitwa modern farming. Na kwa historia fupi tu, mimi maliza elimu yangu ya digrii ya pili Udom, Chuo Kikuu cha Dodoma, Udom mwaka 2017, ilikuwa Novemba 23, baada ya kumaliza elimu ile Uh, Master of Public Administration na leadership ikanikaa. Nadiri na baadhi za kazi za hizi za engineering, especially zilikuwa ni civil work za makampuni ya maji. Tumedili na maeneo ya machenje na vijiji fulani vya hapa ukitoka Makutupola kuulia, ehe, nimesahau jina la kijiji, lakini wakati nadiri yale na mambo yale, nilikuwa najaribu kuona kwa namna gani nitaweza kupata mtaji um, at least nianze kufanya lilo ambalo lipo, lipo kwenye moyo. Kwa sababu lipo kwenye moyo kwa sababu gani? Niliona uh, kile ambacho nimesoma chuo inawezekana kikanipa output, lakini pia kanichelewesha kwa hiyo kwenye namna ya kusubiri. Nikasema lazima niwe na contingency, niwe na plan B wakati nasubiri, na swala la msingi liepo jambo ambalo nalifanya. Kwa hiyo kwenye kulifanya hilo, nikaamua nije nifanye farming, hiyo farming. lakini nikasema kwenye farming sasa, swali la pili ilikuwa, ilikuwa farming ndio, lakini unafanya farming ya kitu gani, kwenye kitu gani? Alikuwa jibu rahisi kulijibu, kwa sababu ni, ni jambo ambayo natakiwa undergo a short research. Kwa nikasema hapana, nishirikishe watu, sometimes nisome nakala nisome, nianze baadhi ya semina, nipate hiyo elimu ambayo itanisaidia kwenye kuamua. Kwa nikawa na, nahudhuria na, na semina za mifugo, napata ujuzi na uelewa kuhusu mifugo. Lakini pia nimesoma nakala nyingi na vitabu vingi vinahusu mifugo. Kwa mwisho wa siku nikaamua sasa kwamba nianze na ndege na nguruwe. Eh, kwa utasema ni pig and poultry farm. Kwa swali ambalo nimeuliza mara nyingi ilikuwa ni kwa nini ulianza na uliamua kwamba dili na pig na poultry farm. Nili, nili base na vitu vili vya msingi. Muda wa kufanya mavuno, eh, na nguvu yangu ya kimtaji. Hivi vitu vili viliongoza kwenye namna kuamua niamue kitu gani. Muda kufanya mavuno na nguvu yangu ya mtaji nilijadili ni, ni, ni kwamba muda kufanya mavuno, kwa mfano, kwa nguruwe ni miezi sita. Ehe, ambao ukim, ukim, ukimfuga kwanzia umri sifuri mpaka miezi sita, nguruwe anakuwa yuko tayari aidha kwenda buchani au kufanya uzalishaji kwa ku, ajili ku, ku, ya kuzaa. Lakini pia kwa kuku ukimdevelop kuanzia siku uh, ya kwanza mpaka miezi sita, tayari anakuwa yuko tayari kama ni wakuli, wakulika anakuwa ana sifa kulika lakini pia kama ni, wa mawe layers, kufanana ni wa mayai, tayari ameanza kupa ile output ya mayai yenyewe. Kwa mimi nimeamua kudili na vitu viwili ambavyo ni pig na poultry farm. Na kwenye application kabisa, sasa kutokana na kuhangaikia mtaji na kukaa sawa nimeanza kudili na hii farming hapa kwa ukubwa huu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Lakini msingi wa kwanza nilikuwa na dili tu nyumbani, nilikuwa na banda langu hapa nyumbani panafuga kuku Ambayo nilikuwa kama nilikuwa kama ni, uh, ni sehemu ya kujifunzia. Of course, nilitambua kabisa kwamba kwenye taifa langu Tanzania kuna shida ya ajira. Eh, eh, kuna shida ya ajira. Lakini ambazo zilikuwa zinanipa shida nikiwa shule, mwalimu wangu alikuwa muda mwingi akiwa akirudia E, walimu wangu nikiwakumbuka, ambao wanatusita wana, wana mara nyingi alikuepo akuepo Dkt. Ajali uh, Nguyahambi alikuwa uh, anasema alikuwa uh, anafundisha somo moja anasema Rural Urban Interventions. K kwenye Rural Urban Intervention alikuwa anasema uwezo wa kutumia positive za vijijini na, na, na, positive za, za mjini. Lakini kwenye hiyo alikuwa anamalizia kusema sentensi moja kwamba tunatengeneza watu ambao mwende mkawe a job creator not job seekers na mimi niondokana hiyo point, nikasema of course, nami niwe mojawapo nikaende kwa job creator not job seekers. Lakini kingine akasema msipende sana kuwa, kuwa depend, depending on white collars kwamba utoke asubuhi umechomekea shati yako nyeupe na koti lako umeingia ofisini and then unafikiri kwamba hii ndo kazi ya msingi mm -hmm. Hapo nilihisi kwamba ni maeneo ambayo mimi naweza nikafanya vizuri zaidi, na nikaenda kumit au kutatua tatizo kwa kiwango hata cha robo ya robo kila ambacho kina nchi yangu ina inaendana ina nacho, nikaenda aba, nikaajiri watu ambao watakuwa na wanadili na shamba. Lakini wakati mwingine pia maisha yangu pia yakaenda kwa namna ambayo nitakavyojaliwa na Mungu, kwamba yakapata at least social welfare kidogo, kupata wafadhali wa maisha kuliko kubaki kwenye maisha ambayo yanakuwa ni magumu kwao. Ni namna pia kujiweka mwenyewe kwenye namna ya maisha yawe mazuri zaidi, au ya afadhali zaidi, lakini pia kuweka gap la watu wengine pia waweze kupata mahala pa kujishikiza na kupata ajira. Kwa hiyo ilikuwa ndo mwongozo wangu huo. Sasa tayari mawazo hayo ndiyo. na ukawa umeshaamua sasa kwamba uende kwenye uh, ufugaji. Kupata ardhi ni swala moja, lakini swala la pili pia kupata mtaji wa kuanza uh, biashara, kwa sababu hapa umewekeza sio pesa ndogo. Of course. Na hujawahi kuajiriwa, ni sahihi? Sahihi, ulipata pataji wa mtaji. Yaani, uh, ni historia ndefu, ndio maana nasema kwamba kwenye kufikiri unakuwa na picha kubwa lakini unaanza kuifikia kui, kwa kidogo kidogo. Kwa hiyo wakati nafikiri kidogo kidogo, mawazo yalianza hivi kwamba inatokea nipate tu sehemu ambayo inaweza nikafanya jambo hilo. Kwa hapa nilianza kununua viwanja viwili, eh, cha kwanza na cha pili, na nilivyonunua nikakiacha nika, lakini baadaye wakati wazo nazidi, nazidi kumea kichwani Nikawaza namna viwili vile kukitumia kwa wazo langu kulitimiza. Kwa hiyo nilisema mwanzo kama nianza kufanya kazi za, za civil work za hivi bali za maji na miradi ya maji, nimesema na na nifanya machenje maeneo ya Dodoma, kama naenda Kongwa, lakini pia nimefanya hapo kushoto kwa makutufu, Makutupola, e, mchemwa panaita mchemwa, mradi wa maji ufanyika pale kwa miradi miwili pia lakini amefanya mradi mmoja akuenda Mpandakati mradi wa, wa, wa maji naeo uko, na uko maeneo ya, ya Tunduma uh-huh. Kwa miradi hiyo mitatu miwili nilikuwa na nafanya kazi kwenye kampuni ambayo mjomba wangu alikuwa anafanya kazi huko. Kwa hiyo mjomba, njoo tufanye kazi, njoo tufanye kazi mwisho siku, kama kuna chota na kushika mkono. Mjomba yuko na hiki na wewe kishike. Kwa hiyo na wewe kishike kilisaidia sana mimi kwenda kutimiza lile ambalo lilikuwa limekaa kishoni muda mrefu. Mradi wa kwanza ulikuwa ni wa nguruwe wa nguruwe kwa sababu uh, mimi baba yangu kama mliona kwenye picha pale kwenye picha Mwalavila famu pale kwenye bango pale mm, kuna picha ya mzee wangu wa e, mzee wangu amenifundisha mimi ufugaji na nimeweka hiyo picha kwa kum, kwa kumtambua kum kumwenzi haki, kwa sababu yeye ameshatangulia mbele ya haki, kwa nimemwenzi yeye kwamba ili wazo la msingi, wewe ndio unifundisha idamu ya kuwa mfugaji. Nakumbuka sisi ndio tulikuwa nafuga, hata kama ilikuwa ni nguruwe wale ambao ni loko tofauti na hizi ambao ni hybrid na piwa lakini yeye ndo amenipa zile damu ya kuwa nipende ufugaji. Kwa hiyo ndo alinifundisha hicho. Kwa hiyo nilianza na nguruwe. Tena uh, kwa namna kwa sababu ni, uh, ni makala na kwa sababu pia ni elimu kwa, kwa umma nipenda pia wafahamu hicho kitu ili kiweze kuwasaidia wakati nimepata chochote kwenye ishu zangu hizo za miradi nitamani kupata, kupata nguruwe atlisti kwa namba kubwa kidogo. Kwa hiyo nilianza na nguruwe ambao walikuwa ni nguruwe arobaini na tatu ngura bana tatu na kwa sababu nilikuwa na lengo kwamba at least wakishafika miezi sita na saba, wengine nitapeka slota na maanisha kwenye buchani na wengine nitachagua wale wazuri kuwa kama ni majike kwa ajili ya production. Lakini nilianza mwezi wa kwanza 2022 kufika mwezi wa 4, 2022 hiyo ulipita ugonjwa African swine fever. Eh, hicho pia wala ambao tunawafundisha na nataka na, na niwafundishe ni kwenye msuri wa imani au msuri wa kibiashara Nguruwe arobaini na tatu wote alikufa, wote walikufa. Ehe, wote alikufa. Nili nilitoka hapa shambani, nguruwe wa mwisho anakufa ana, sijui ilikuwaje, lakini nilipata maumivu sana ya moyo makubwa, sio kidogo. Nakumbuka nimerudi nyumbani, sikutaka hata kuongea na mtu, niliingia tu chumbani nikajifungia, nililia. Yaani wewe, sio siri, nililia sana kwa sababu nilikuwa nimejitafuta sana kutafuta nguruwe arobaini na tatu nimejitafuta mno, yaani Kiswahili cha Kiswahili nimejikombeleza ni mno kufikia hiyo target. Lakini nilifika nyumbani nililia kweli na niliamini kwenye kulia na jitibu mwenyewe. Ndio ile maumivu ambayo maumivu ambayo napitia. Mwisho siku nikainuka tena nikasema nafikiri nimepata a turning point ya kwenda sasa kwenye success. Sababu tayari kama ni pigo, nimepiga pigo to the maximum. Kwa hii nafikiri ndio turning point. Kwa hiyo nikasema hii itumike sasa kuniongezea mimi nguvu za kupata project kubwa zaidi na stori tena. Na tena na, kama ni elimu ya biosecurity ya shamba, ni hapa ndo nitazingatia zaidi, kwa sababu tayari nishaumia. E, kwa hiyo nikasema kwamba no. Kwa shamba alikuwa na ulinzi wa kutosha. Kwa hiyo ndo sababu niliendelea na mpaka sasa mnaona hivi. Light ingekuwa kama labda nilikata tamaa leo msingeona kicha ambacho mnakiona sasa hivi. Kwa hiyo nilisimulie hili kwa sababu wa ambao wanatusikiliza watambue pia kwamba safari ina kila aina. Kuna mabonde, milima. Nakumbuka nilikompea pia na safari ya nikiwa first year. Mwalimu wangu huyo Ngwambi, Dr. Ajali Ngwambi alisema tunaanza safari ya mimi na nyie hapa, tutakuwa tunasafiri wote. Hii safari tutakutana na jua kali, utelezi, maji, upepo, kila kikwazo lakini tushikane tuweze kuvuka ng'ambo. Alitoa safari, alitoa mfano wa siafu, kwamba siafu na binadamu, tunaamini binadamu ana akili nyingi zaidi kuzidi siafu, lakini siafu inavyoona kuna maji au kuna mtu, siafu zinang'atana kwa kusaidiana kuvuka hayo maji au huo mtu. Kwa kwa neno lile la Profesa Nguyahambi Ajali, na mimi nilitumia hapa wakati naanza project ama no, nimeanza hiyo safari na nimepata kidogo breakdown a na ndikiani isolve na nisogee mbele. Naam. Hapo aje, iliku, kurikaba, tena, yes, kwa hapo kafanyaje sasa ili ku yes, nilichokifanya kwanza nili conduct nili, nili nilifanya mawasiliano na wataalamu wakubwa. Kuna mtaalamu mmoja anaitwa Egbert Baguma, ni mtaalamu sana wa mifugo, Tanzania nzima niseme sema. Na anachakula anachakula pia uh, cha mifugo, kinaitwa Mr Pig Tanzania. Kwa huyo au ndio wataalamu wa nguruwe ambao mimi kishjani kwangu hata kiongenyamisha sana usiku, nitakwambia kuhusu nguruwe. Kama kuna jambo linakusumbua basi mpigie simu, mtu anakuelezea vizuri na mpaka sasa hivi ninavyoongea, nafikiri mwezi wa tano atakuwa namaliza na, na PhD yake kuhusu mifugo. Kwa hiyo nilimpigia simu nikamwambia kunipa either, anaendesha seminar au kunipa makala, kunipa makala vitabu nivisome, na wengine kunipa makala taum cha kufanya ufanye famigation ya shamba zima Alafu kufanya fumigation mara tatu kila baada ya siku 18, fanya fumigation mara tatu, kisha fanya fumigation basi. Unaanza baada ya fumigation ya mwisho ile, unaanza unakata siku 28, unaweka mnyama mmoja tu, unaweka mmoja, unaangalia je, kama imekuwa attack katika mwezi mmoja, kama hajawa attack ndani ya mwezi mmoja, hajavamiwa na ugonjwa ndani ya mwezi mmoja, maana tayari ugonjwa umefanyaje. Kwa hiyo nifanya hivyo, nikafanya umeisha. Umeisha hizo farm fumigation mara tatu. Baada hapo nikachukua nguruwe mmoja nafikiri mtoa Morogoro. Eh, nikaja nikamweka hapo. Nikakaa mwezi mzima. Nikaona yuko ana enjoy, ana survive, nikajua ugonjwa umeshaumaliza, naweza kata za wengine nguruwe wengine. Kwa hiyo nikaanza kuleta wengine, kile ninavyojaliwa naleta, kile ninavyojaliwa naleta. Mwisho siku famu ikarudi vile ambavyo mimi natamani kuwa. Haijafikia vile, yani ndoto yangu yani picha iliyoko kichwani. Famu haijafikia, haijafikia vile ambavyo natamani ifike. Lakini at least ina inatazamika, ina inatazamika eh, ina